Hivi ni kwa nini umeondoka? Hivi ni kwa nini umetuacha? Kaka, ni kwa nini umeamua hivyo? Mbona bado mapema lakini? Ni kwa nini kaka? Umetoesha furaha ya majogoo wa London. Miaka ishirini imetosha kweli? Ah, hapana kaka, rudi bwana. Mbona umeshindwa kujifunza kwa kakazako? kaka zako. Kaka, si ungevuta vuta kidogo hata mitano tena? Imekuwaje sasa? Miaka ishirini imetosha kweli? Hapana ah, kaka, rudi bwana. Una umeshindwa kujifunza kwa kaka zako? Kaka, si ungevuta vuta kidogo hata mitano tena? Imekuwaje sasa? Majogoa na kutaka lakini wewe unawakataa, wakati wenzako na umri kama wako walitamani kuendelea kupigwa mwingi pale ipya ili waendelee kuweka rekodi mpya kila siku. Imekuwaje wewe, kwa maamuzi yako umeamua hayo. Ni wakati mgumu sana unaomwachia kocha Slot. Ni wakati mgumu sana unaomliza bwana mkubwa Mo Salah pale, akiwaza atapata nani mwingine kwa kumpelekea pasi za upendo kama zile zako kwa ajili ya kumalizia tu. Ni wakati ambao hata Kapten Van Dijk anajiuliza ni kwa nini umeamua hayo, wakati ambao ulihitajika kuungana na wachezaji wenzako kujivunia mafanikio ya timu yenu msimu huu na kuimba nyimbo za ubingwa na ndio wakati huu umeamua kusema it's over. Anfield haitalisahau jina lako Trent, wana Liverpool wote hawatasahau uwezo wako mkubwa dimbani. Hata wazee wa PlayStation na Dream League hawawezi kukwepa kufanya usajili wa kopi yako, na asiyofanya hivyo, wakikutana aliyefanya hivyo, bila shaka balaa lako wataliona. Hatimaye umeamua kuvaa uzi mweupe wa Hala Madrid ila cha ajabu umeacha majonzi Amfeld, hakuna anayefurahia zaidi ya kulia. Iko wapi ile furaha ya Mosala? hatuoni tena ucheshi wa Szoboszlai? Ni kwa sababu ya upendo tu, kila mtu anatamani aendelee kukuona. Kwa niaba ya wana Liverpool wote, hata sisi tulitamani tuendelee kuona uwezo wako pale Amfeld. Lakini hatuna budi kukubaliana na wewe tukiamini kuwa kila lenye mwanzo lina mwisho wake, na kila mwisho ni mwanzo wa mwisho mwingine ujao. Kwa niaba ya Liverpool, tunashukuru sana fundi Alexander Arnold Trent kwa kazi tukufu. Tunaamini huko uendako, tutaendelea kulitaja jina lako kila anapotajwa Real Madrid, lakini pia kila unapotajwa mabeki bora wa mpira wa miguu. Tunaamini jina lako halitakosa. Tunakuombea maisha mema na marefu. Nenda kaka, katengeneze utawala wako huko Spain.